Mweshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa heshima na taadhima, sasa unaomba utunuku kamisheni. Mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwa mujibu wa madaraka niliyopewa katika ibara ya 148 na kifungu kidogo cha pili aa, ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha tano cha sheria ya ulinzi wa taifa ninawapa kamisheni kuwa maafisa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania katika cheo cha luteni usu kuanzia leo tarehe 22 Novemba 2025 Mungu awasaidie. Afisa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania nawapakodatukwamba nikiwa mzalendo nitakuwa mwaminifu nita kwa nchi yangu, nitatumikia nchi yangu katika utumishi wangu na katika chio chochote, nitatii sheria, kanuni nami zote zokusha tolewa na zitakazotolewa mara kwa mara na wakuu wangu kwa mujibu wa sheria Nitafunza na kuzosha nidhamu nzuri, nzuri, utiifu, utiifu, uhodari na uaminifu, maafisa na askari watakaowekwa chini ya uongozi wangu. Nitalinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitamtii, nitamlinda kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu.